Watanzania wanataka mabadiliko. Watu wengi humkumbuka mwalimu Julius Kambarage Nyerere kama baba wa taifa, lakini wachache wamjua kwamba alikuwa pia ni mtu wa imani ya kina sana, mkatoliki mwaminifu wa kweli. Kila siku mwalimu Nyerere alisali rozari na hakupitisha Jumapili bila kuzuia misa. Aliamini kwamba bila Mungu hakuna taifa linaloweza kusimama. Kama rais, aliliongoza taifa la Tanzania kwa misingi ya maadili, upendo, haki, uadilifu na heshima kwa kila mtu. Wazo lake la ujamaa lilitokana na Injili: tuishi kama ndugu, tushirikiane kama familia ya Mungu. Alikuwa na uhusiano wa karibu na Kanisa Katoliki, akiwaunga mkono maaskofu wa misionari na taasisi za imani katika kazi ya elimu na afya. Aliona imani sio kitu cha binafsi tu, bali ni nguvu ya kubadili jamii. Na sasa Kanisa Katoliki linatambua unyenyekevu wake na ucha Mungu. Ndio maana mwaka 2005 mchakato wa kumtangaza mtumishi wa Mungu Julius ele ulianzishwa rasmi. Imewezekana siku moja akatajwa kwa mtakatifu wa kwanza kutoka Tanzania. Leo sisi vijana na viongozi wote tunaitwa kuwasikiliza watu, tunaitwa kuwa ni watu wa kutenda haki kuiga mfano wake, kuwa waaminifu kwa Mungu, wapenda haki na kuonesha imani yetu kwa matendo ya upendo kila siku. Kama ulikuwa hujui haya, basi kumbuka Mwalimu Nyerere hakuwa tu baba wa taifa bali pia mwana wa Mungu aliyekuwa mfano wa imani hai. Tumuombe Mungu atuwezeshe kuishi imani yetu kwa ujasiri kama yeye. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, ni sista hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Haikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu, tumchague huyu, tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Sasa watanzania wanaanza kuulizana makabila, wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika?